Na sambamba kabisa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako, endelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi, kama kawaida, tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile ambacho kinaendelea uko na uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu ya kusini na jimbo ya Kivu kaskazini ambako mambo hubadilika kila saa na kila sekunde uko kwenye uwanja wa vita. Kwa hivyo uh, leo ni tarehe kumi na sita mwezi Oktoba mwaka wa elfu mbili na tano tunakuletea hali halisi ya kile ambacho kinaendelea uko jimboni Kivu kaskazini lakini pia jimboni Kivu ya kusini kwenye uwanja wa vita ambako mapambano yanaendelea kati ya wazalendo zidi ya vikosi vya waasi wa M23. Ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde na kuomba wewe kuweza kusubscribe chaneli hii, kucomment lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi ili na uendelee kupata kile ambacho kinaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, kama unavyofahamu, licha ya kuwepo na wito wa kusitishwa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bado mapambano ni makali sehemu mbalimbali ya uko jimboni Kivu kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya kusini. Na mchana wa leo tunakuletea hali halisi ya kile ambacho kinaendelea uko kwenye kijiji cha Chanjikiro ambako wazalendo wamefanikiwa kuweza kuwafurusha waasi wa M23 baada ya mapambano makali. Mapambano mapya yamezuka kati ya wahasi wa AFC M23 na vikundi vya wazalendo siku ya Jumanne tarehe kumi na nne Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano katika kijiji cha Chanjikiro kilichoko katika grupmenti ya Kisimba eneo la Walikale mkoani Kivu kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, wazalendo walizindua shambulio dhidi ya ngome za wahasi katika kijiji hicho majira ya saa tatu asubuhi kwa saa za eneo hilo. Baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa saa kadhaa, imeripotiwa kuwa majira ya saa sita mchana wazalendo waliweza kuwafurusha wahasi kutoka katika eneo hilo na kuwasukuma hadi maeneo ya Rusamambu katika kikundi jirani cha Ikobo. Milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika mchana kutwa huko maeneo ya Chanjikiro, kijiji ambacho mwezi Septemba iliyopita zaidi ya watu 25 waliuawa katika mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na wahasi wa AFC M23. Kwa sasa vikosi vya wazalendo ndivyo vinadhibiti eneo hilo na vitongoji vyake huku wakaaji wengi wakilazimika kujificha msituni. Hata hivyo, hadi sasa idadi kamili ya vifo na majeruhi katika mapambano hayo haijafahamika bado, lakini mpaka sasa wazalendo ndio wanaendelea kudhibiti eneo hilo baada ya kuweza kuwaondoa waasi wa M23 ambao walikuwa wanakalia kijiji hicho cha Chanjikiro kilichoko katika groupmenti ya Kisimba eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Ni vema kukufahamisha kuwa wiki iliyopita wazalendo walifanikisha kudhibiti vijiji vingine vi nne maeneo ya uko Kibati, lakini baadaye walikuja kujiondoa kutokana na kukosa msaada wa vyombo ama silaha kwa ajili ya kuweza kusonga mbele na kukabiliana na waasi wa M23 na uko Ruchuru ni kwamba mapambano makali yanaendelea mpaka sasa kati ya wahasi wa M23 dhidi ya vijana wenye kujihami wazalendo maeneo ya Nyiramariba. Mapambano hayo yalizuka mapema asubuhi ya tarehe 16 Oktoba mwaka wa 2025 katika bonde la Nyiramariba katika eneo la Ruchuru kati ya wahasi wa AFC M23 na wazalendo. Kulingana na vyanzo vya ndani vya maarifa vinaelezea kuwa mapambano hayo yaliyozuka mapema asubuhi ilitokana na baada ya wahasi wa M23 kutaka kwenda kushambulia ngome ya wazalendo ambao wanapatikana maeneo ya bonde hilo, ndipo wazalendo pia walianza kuzima mashambulizi hayo. Mpaka sasa hali bado ni tete, milio ya risasi inaendelea kusababisha hofu katika vijiji jirani huko maeneo ya Bumbasha na Kiahemba. Wakaaji wengi wao wakiwa wakulima, wamelazimika kuweza kusitisha shughuli zao na kujielekeza mafichoni kwa ajili ya usalama wao zaidi. Mpaka sasa hali bado ni tete na hakujawa na taarifa kuhusiana na vifo ambavyo vinasababishwa na mapambano hayo, kwani raia wengi wanapatikana mafichoni ambako hawaruhusiwi kuweza kujitokeza maeneo hayo ambako mapambano yanaendelea. Hivyo mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano makali yanaendelea maeneo hayo, ambako mpaka sasa hajafahamika ni wanani ndio wameshadhibiti eneo hilo kutokana na hakujawa na mtu ambaye anaweza kufika maeneo hayo na kutoa taarifa rasmi, ila tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili tukuje kukuletea matokeo rasmi ya mapambano haya ambayo yanaendelea huko Ruchuru kati ya wazalendo na vikosi vya waasi wa M23. Na kusi tu kuendelea kuwa nasi katika habari zetu, za hapo baadaye utakuja kupata matokeo rasmi kuhusu mapambano haya ambayo yanaendelea uh, huko maeneo ya uh, churu na sehemu zingine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukisalia tu huko huko jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba kutokana na mapambano makali ambayo endelea kuripotiwa kila kukicha, kati ya wahasi wa M23 na vikundi vya wazalendo, wimbi jipya la wakimbizi wa ndani limeshuhudiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini kufuatia mapigano ambayo yanaendelea kati ya wahasi wa M23 na vikundi vya wazalendo. Watu wengi waliokuwa wakiishi katika groupmenti ya Bashali Makoto, eneo la Masisi Wamekimbilia vijiji vya Mutongo, Misheheshe na maeneo mengine ya jirani katika kikundi cha Yana, eneo la Walikale. Kwa mujibu wa Mwami Kitwana Ngulu Serafin, kiongozi wa kikundi cha Yana, wakimbizi hao wamekuwa wakiishi katika familia za wakarimu, makanisa na shuleni bila msaada wowote wa, wa kibinadamu. Kiongozi huyo wa kimila ametoa wito kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka, akisema kuwa watu hao wamelazimika kuhama bila chochote baada ya mapambano makali ambayo ya yanaendelea siku ya nne. Inakadiriwa kuwa zaidi ya familia elfu moja zimewasili katika eneo hilo na kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi waliokuwa wamejificha mapema mwezi uliopita. Hali hii imezidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ulikuwa mbaya, huku wakahaji wa eneo hilo nao wanakumbwa na hatari za ukosefu wa usalama unaoendelea. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Jimboni Kivu Kaskazini, uh, maeneo ya Walikale, lakini pia maeneo mengine ambako mpaka sasa hali bado inaendelea kuwa ngumu kwa wakahaji wa maeneo hayo kutokana na mapambano ambayo endelea kuripotiwa kila kukicha. Na sasa tujielekeze huko Fizi, ambako usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe kumi na sita Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano umekuwa wa majonzi katika kijiji cha Aongo kilichoko katika kikundi cha Basi Mkuma kusini sekta ya Mtambala tarafani Fizi jimbo ni Kivu ya Kusini na hiyo ni kutokana na watu wawili, msichana mmoja mchanga na bibi yake mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya hamsini, wamewawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado hawajajulikana kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mdau wa Mlendela, makamo wa kiongozi wa shirika la kirahia mjini Baraka. Marehemu hao walikuwa wakahaji wa kata la Katanga Mwandiga na walikuwa wameenda Aongo kwa shughuli za kilimo kabla ya kushambuliwa kwao. Wanawake hao wawili waliuawa kikatili wakiwa mashambani. Hadi sasa hajulikani ni nani aliyosika na kwa nini walifanya mauaji hayo, ameeleza Mlendela. Asisi ya kirahia imelahani vikali tukio hilo la kinyama na kuzitaka mamlaka za usalama kuongeza juhudi za kuwatambua wahalifu na kuhakikisha usalama wa wakaaji wa eneo hilo unakuwa mzuri zaidi. Hii si tukio la kwanza, matukio kama haya uripotiwa mara kwa mara katika sehemu ya Fizi. Ni wakati sasa serikali iongeze uwepo wake na uwepo wa jeshi na polisi kulinda wananchi, ameongeza Mlendela. Kuongezeka kwa matukio ya vurugu na mauaji katika vijiji mbalimbali kama Aongo kunatishia usalama wa wakaaji na kuasiri vibaya shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha maisha ya familia nyingi. Asasi ya kiraia inatoa wito kwa uchunguzi wa haraka na kurejeshwa kwa mamlaka kamili ya serikali katika maeneo haya ambayo yanakumbwa na hali ya kuto kuwepo na usalama wa kudumu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni habari zetu za mchana wa leo kwa ufupi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia chaneli hii hakikisha ya kwamba una subscribe na comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili inaoendelee kuzipata. Kama kawaida, tuko hapa kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali, hususan na uko kwenye uwanja wa vita. Ili endelee kupata habari zetu, hakikisha unafanya hivyo, na hapo utakuna zipata za ukweli na za uhakika kutoka eneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.